Chama na shabiki kilialia, ni Uchebe kweli, maana unaonekana hapa, ah, sio mzaha. mambo vipi kaka? ah, niko njema kwanza nimetulia, ah, nimetulia. kwanza nilikuwa nimewamisi. Ulitumisi? ah, niliwamisi. Na sisi tulikumisi <laughs> pia Uchebe, Uchebe una, unasikia maneno yanavyotamba mitandaoni bwana, ah, ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimechaguliwa kuwania tuzo ya vilabu bora barani Afrika. Young Africans awapo na watu wanasema hiyo ni moja ya timu ndogo, na ndio maana wajachaguliwa Young Africans. Uchebe, na lipi la kuambia watu kama hao wenye, wenye, wenye kasumba ya kuamini vitu kama hivyo? ishirini na mbili ishirini na tatu yeye, yeah, alikuwepo hakuwepo? ishirini na mbili ishirini na tatu mimi nachaguliwa, napita kwenye nomini ya kuwa klabu bora barani Afrika katika vilabu vile ngapi? Kumi, mm, kumi. yeye alikwemo eh? Mm, mm. Yeah? pengine wengine ni wadogo zaidi, na ndio maana waelewi. Hilo ndio maana nasema <laughs> yeye anakuja, yeah, kuchangamka wakati sisi tulishapita. Sisi sasa hivi tuna focus kubeba kombe la klabu bingwa tunachukua. Kuna watu wanasema mnaishia mna hatua ya awali msimu huu. Ngoja nataka niwaambie mm. Tena kwa hapo umenichokonoa. Ndiyo. Waandishi wote pelekeni hii mm. Pelekeni hii waambieni. Ndiyo. Uchebe Yanga kasema na ninadhibitisha hili yeah. Wanaoenda makundi msimu huu Ndiyo. ni Yanga, Yanga. Azam, Azam. na Singida, na Singida. Simba ameisha. Simba ameisha. Simba ametolewa. Nasema hivi, narudia tena kwa faida yenu, umenielewa? wanaoenda makundi msimu huu mm. ni Yanga, Yanga. Azam, Azam na Singida, na Singida. Umenielewa? Simba kwenye vikao vya maskini mshirikishe <laughs> umenielewa? mm. Simba kama kuna kikao cha watu wa maskini, washirikisheni wa. kwa nini unasema hivyo? Ndio mtu ambaye hajielewi, ndio na... peke yake, na siku zote ukiona mtu anatembea peke yake wanamwita nani? Jesus. mchawi, mchawi. mchawi. Umenielewa, na hata simba mporini akizeeka anatengwa. Mmejipanga <laughs> ana, ana, kwa kumtenga simba, kashatengwa mapema asubuhi, lakini yeye ndo anajiona yuko very advantage, kwa sababu alianza kula na goli tatu, anakuja anakuja kumaliza mwenyewe, anakuambia atapiga nyingi sana yule. Kwani chizi hajai sema yeye mzima, anajiona yuko sawa, hamjaisikia? Nasikia. Eh? Kwa hiyo siku zote confidence yake wao isiwaondoe shaka mm. Na isiwatoi kwenye lele, kwa kwenye ndoto, over confidence, pale? Ah, ni confidence tu ambayo haina maana mm. Umenielewa, ndio maana kila mtu anazungumza lake mm. Wewe, angalia msemaji anasema lake, mwekezaji anasema lake, mashabiki wanasema yao, umenielewa. Leo hii yani inafika sehemu mimi Uchebe Yanga ninakuwa nina pawa kwenye klabu mm. Inawezekana mimi ni sehemu ya klabu mm. ila siwezi kuwa nina pawa kuliko klabu. Ndiyo. nikatunga sheria zangu zinazoenda tofauti na klabu hiyo, is never. Chebe, ni miongoni mwa watu ambao unatoaga kodi sana, na leo hii naona hiyo ni kodi hiyo, nani ambayo unaona ana sauti kubwa kwenye klabu na nachakata na, na, na, na klabu kuliko klabu yenyewe, wewe ukaulize pale Msimbazi Naka, ni. Aa, mimi nimekwambia hivi mm, umesikia. Mimi leo nataka tuzungumze hapa, umeniuliza swali zuri kwamba yeye amepewa nafasi ya kuwa klabu bora barani Afrika. Afrika imepata nomini, ndio nataka niwaambie sisi elfu mbili 23, tatu 23, nne ishirini na tatu tatu umenielewa, tunacheza fainali ya klabu bingwa mm, ya, ya shirikisho tunapata nafasi ya kuwa sisi tumepelekwa tume kwenye vilabu kumi barani Afrika mm, tunaingia kwenye nomini, tulikuwa na Fiston Kalala Mayele ambayo mfungaji bora. Tulia, tulia, tulia, pisha Ndeo. Mambo yameshakuwa magumu hapa mm. Eh, mambo mazuri umekuja mimi nampeleka Fiston Kalala Mayele mfungaji bora barani Afrika, kombe la shirikisho. Uongo? kweli kweli, kabisa, umenielewa? hmm. Tunampeleka kocha bora, kombe la shirikisho barani Afrika, nabi. Uongo? Kweli. Pisha mjia, mambo yameshakuwa magumu. Sikiliza, sikiliza, sikiliza, tunawapa mambo, sio wameyataka, hmm. sio ameyataka, ndio tunapeleka kiungo bora Tunapeleka beki bora, tunakava nafasi tano, ndio maana nasema goli, kipa bora pia anatoka kwetu. Kombe la shirikisho tunapeleka nafasi tano kwenye kombe au tunapeleka, yani tunaingia kwenye kinyang'anyio, klabu bora, tuna wachezaji wa nne, tuna kocha, waulize. Wow, wao au pombepombe eh? pombe pombe, ah. pombe nayo ipigiwe promo au Eh? inafaa kwa matumizi ya binadamu? Nani ananiaminisha leo Kapombe anaenda kubeba tuzo una, atenda kuchukua tuzo. Usiongee na wagonjwa, ongea na, na daktari ndio atakupa ma majibu halisi ya mgonjwa anaendeleaje, odini sasa sasa, umenielewa mm. sisi tunaonekana klabu bora kwa ubora barani Afrika tunaingia kwenye kinyang'anyiro kila mtu hana dauti kila mtu ana nini? Ana dauti. Kwa hiyo nataka kuniambia hii klabu ambayo imeitwa pale lakini kuna watu wana dauti. Sasa tuseme hivi, mm. tunakuelekea labda kafu wanatutu, wanatuchoka kimpira. Kwa nini? Kama hadi mataira wanaingia kwenye kinyang'anyiro hapa ni kuzalilisha mpira. Mataira ni nani kaka? Wewe naomba nielewe vizuri uliyemtaja ameingia kwenye kinyang'anyiro ni nani, uh, <laughs> nani? Ni Simba. Na kutajia mchezaji mmoja hapo Leo hii umempeleka Kapombe, mnasema anaingia kwenye kinyang'anyiro, sio hey. sio na... ala Yusuf Dayo ni mchezaji wa timu gani? ala sibekane sibeki hivi, Yusufu Dayo na Kapombe, wewe unapita na nani? <laughs> <laughs> <laughs> Lakini sasa si anapiga kura. Sasa ndio ngoja, sikiliza uh... mm. Sikiliza, tunaenda kwa fact. Unajua kila siku unanihoji mimi nazungumza kishabiki. Nao, ni mchezaji mzuri Mene, goja taratibu, nisikuingize kwenye dhahma mm. Ukaonekana mwandishi uliingia kwenye mkenge, wewe ndio ulikuwa <laughs> hey, na promote. Unasema vibaya. Niachieni mimi nawapasua, yeah, umenielewa mm. Labda safari hii nilisikia kuna harakati kafu za kuanzisha matangazo ya pombe, umenielewa, kama mambo ya beti yame yametokea amepita ya mm. Yapo na yanaendelea, sio ndio? Sasa hivi wanataka kuweka matangazo ya pombe, ndio maana amemchukua matangazo ya pombe, pombe. Kwa hiyo unampa asilimia ngapi Shomari Kapombe kushinda tuzo hudadadeki? Mimi naomba niweke wazi hapo, Shomari Kapombe akichukua tuzo, Shomari Kapombe akichukua tuzo, Watanzania wote na waiteni wanitandike viboko na nitaacha kuzungumzia mpira. Haki ya Mungu tena. Hakuna mpanani. Uchebe, funguka hapa? Namba Yusuf Dayo. Namba Yusufu Dayo. Yusufu Dayo anachukua. Kwa nini sio Kapombe? Wewe, wewe sikiliza hivi leo hii. Haya, tuseme labda ni, ni ubinafsi au mchezaji akitoka klabu moja kwenda nyingine inatakiwa atengwe. Labda tuingie huko mm. Kama tumefika huko sawa. Leo hii Zimbwe Junior Shabalala, kazi aliyoifanya, alibeba Simba mgongoni mwake mm. Simba anafika fainali kwa uwezo wa nani? Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala anapiga makosi, anazaa magoli, anaenda kutengeneza, sisi watu wanafunga, ndio? Umenielewa mm. Kapombe kafanya kazi gani? Kapombe na, shuma, na, na, na shaba, Shabalala, nani kafanya kazi kubwa? shirikisho wote wanafanya kazi. Wewe acha mambo yako, we unaogopa nini? <laughs> Shabalala ndio kaibeba Simba, umenielewa? mm. Kapombe na, hata dakika tisini, kuna game alikuwa hawezi kumaliza, uongo kweli kwe? Shabalala game gani hajamaliza dakika tisini na kuuliza, wewe kamaliza dakika zote? Nani alibeba simba mgongoni mwake? Nani ameifanya simba icheze fainali? wachezaji wache wa nani? na wewe, mmenielewa mm. Acha hayo mambo, zungumzia kidogo na mchezo wa simba. Eh, baba hapo ndo umekuja yaani, <laughs> <laughs> ngoja kwanza, ngoja jana ja, ja, ninakupokelewa, anasema Young Africans ni timu nyepesi sana kwa hiyo watashinda kesho. Unawaambia nini wachezaji wa Silva? Wale wameshachanganyikiwa. Kama kuna mtu aliwafuatilia kwa makini mm. na aliwachunguza hata nyuso zao Hazina tofauti na wale watu tunawapiga mara sita mfululizo bongo. Watu gani? Umenielewa? Wanaojiita Msimbazi wanataga, sisi tunaokota mayai, tuna mianga. Vile vile, hao hao watani wenu wanasema mechi wanamwachia uchizi vunga. Sikiliza, ndio maana sisi pale tuna mchezaji ambaye hata akija Mohamedi Salah na ka, anaanzia benchi. Umenielewa? tuna mchezaji ambaye hata akija Rafa, umenielewa, Rafinya mm. mm. akija Yanga anaanzia benchi. Tunao wale wachezaji. Huyo Uchizivunga ni nani? Uchizivunga kwenye mechi ya ligi kuu, kabla ya kufika hapa, ametoa mechi moja ligi kuu na amefunga kuisaidia timu yake. Kacheza na timu gani? Sijajua ni timu gani yako, e, lakini sasa ngoja nikwambie hivi, ngoja nikwambie kitu kimoja hivi, katika maisha yako hujawahi jikwaa? Nimewahi kujikwa. Eh, hujawahi kosea? unachoshangani kipi pale Yanga? Bahati mbaya tulikosea, <laughs> ni mipango tu, umenielewa? Ndio maana hmm. tumewaambia kutele, kufanya kosa si kosa, kurudia kosa tunasema Benjamin Mkapa, tufanye makosa, tunamtandika kila anayekuja, na ile ni tanuli la moto, amejileta

hiyo mpaka tubebe kombe baba. uchizi ya Young Africans. Sasa mimi nasema hivi mm. umenielewa? huyo mm. uchizi vunga mnayemsema ndio. Kwanza hata ingekuja bongo ke, Ken Gold ambaye ameshuka daraja Hans umenielewa?